Na mtazamaji na sasa, katika kuelekea mwaka mmoja wa utendaji kazi wa Rais John Pombe Magufuli, hebu tujikumbushe moja ya kazi alizozifanya katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, wakati akihutubia wafanyakazi katika kilele cha siku ya wa wafanyakazi, Mei Mosi. Mimi John Pombe Joseph Magufuli, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Nafahamu watumishi wazembe na wabadhirifu ni wachache, lakini watumishi hao ndio wamekuwa wakiharibu sifa nzuri ya watumishi wa umma. Hawa ndio wamekuwa wakirudisha nyuma gurudumu la maendeleo la nchi yetu. Hawa ndio wamekuwa wakinufaika na kunyonya jasho la wafanyakazi walio wengi wa Tanzania. Sasa mwisho wao umefika, na ninasema kweli, mwisho wao umefika. Serikali ya awamu ya tano imejipanga kuwashughulikia popote walipo. Ninaposema popote walipo, kweli popote walipo. Hatutawaonea aibu au huruma watumishi wa aina hii. Nimefurahi kusikia vyama vya wafanyakazi viko pamoja na serikali, havitaunga mkono mtumishi mzembe, legelege na fisadi Mmezidi kutupa nguvu zaidi ya kuendelea na jitihada tunazozianzisha za kurejesha nidhamu ya kazi kwenye utumishi wa umma. Ni waombe pia tushirikiane katika kushughulikia wafanyakazi hewa. Wafanyakazi hewa wameigharimu serikali fedha nyingi sana, ambazo zingeweza kuboresha masilahi ya wafanyakazi halali na kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Hadi ninapozungumza leo, kwa taarifa nilizozipata jana, palikuwa na wafanyakazi hewa elfu kumi na mia mbili tisini na tano elfu kumi na mia mbili tisini na tano hadi jana. na mtazamaji wa TBC1 hiyo ilikuwa ni